Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza pia limefanikiwa kuwakamata watuhumiwa watatu waliohusika katika mauaji ya Scolastica Joseph Lugalila, huyo ana miaka arobaini, mkulima na mkazi wa Nyeunge, wilaya ya Sengerema, aliyeuawa tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu katika nyumba ya kulala wageni iitwayo First and Last Guest House iliyopo kata Usagara wilaya ya Misungwi. Mtakumbuka siku ya tarehe kumi na tisa mwezi wa tatu mwaka huu, jeshi la polisi tulitoa taarifa kwa umma juu ya mauaji hayo eh, ambapo jina la marehemu na wahusika waliotenda mauaji hayo hayakuwa yamefahamika, lakini baada ya upelelezi na ufuatiliaji wa kina uliofanywa na jeshi la polisi tulifanikiwa kupata jina la marehemu kwamba mfahamika uh, marehemu huyo anaitwa Scolastica Joseph Lugalila. Lakini na watuhumiwa waliweza kukamatwa kwa tuhuma hizo za mauaji ya mama huyo, ambao majina yao ni Stefan Charles Manyecha, miaka 39 fundi ujenzi, mkazi wa Iwezela, mkoa wa Geita; Terezia Kantoro Igabura miaka thelathini na tisa mkulima na mkazi wa Nyeunge wilaya Sengerema. Valentino Kantoro Igabula miaka arobaini na tatu mkulima na mkazi wa Nyeunge wilaya Sengerema. Chanzo cha tukio hilo la mauaji ni imani potofu za kishirikina, kwani inadaiwa watuhumiwa hawa walikuwa wakimtuhumu marehemu kuwa anawaloga ili wasiweze kupata ujauzito. Watuhumiwa wote wamehojiwa kwa kina, na upelelezi utakapokamilika, hatua zaidi za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linamshikilia mtu mwanamume aitwaye Jeremia Aniset, ana miaka hamsini na tisa, huyu anafanya kazi ya kunoa misumeno, mkazi wa Bupandwa tarafa ya Kahunda wilaya ya Sengerema huyo amekamatwa kwa tuma za mauaji ya mtoto aitwaye Mariam Joseph mwenye umri wa miaka minne na mkazi wa Bupandwa katika tarafa ya Kahunda iliyoko wilaya ya Sengerema. Tukio hili lilitokea tarehe ishirini na nane mwezi wa nne mwaka huu, ilikuwa ni majira ya saa moja a dakika ishirini jioni katika kijiji cha Chema kata ya Bupandwa tarafa ya Kaunda, wilaya ya Sengerema, ambapo mtuhumiwa Jeremia Anset akiwa amebeba msumeno alimkata kichwani Mariamu Joseph, upande wa kushoto na msumeno huo wa kukatia mbao ambao, ambao alikuwa ameufunga kwenye pikipiki yake ambaye alikuwa akiendesha yeye mwenyewe. Pikipiki hiyo ni namba T saba moja nne BGE aina ya San LG na kusababisha mtoto huyu kumwaga damu nyingi na hatimaye kupoteza maisha. Mwili wa marehemu umefanyiwa uchunguzi wa kitaalamu na kukabidhiwa kwa ndugu kwa ajili ya mazishi. Mtuhumiwa huyo Jeremia Anset alikuwa akiendesha pikipiki hiyo aliyokuwa na msumeno umefungwa nyuma ya pikipiki Ameshikiliwa na Jeshi la Polisi kwa uchunguzi zaidi, na uchunguzi ukikamilika, atafikishwa katika mahakama ili aweze kujibu mashtaka yake. Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza, kufuatia tukio hilo, tunawakumbusha eh, wanaotumia vyombo eh, hivyo, pikipiki, baisikeli, kuchukua tahadhari katika mizigo wanayoileta, wanayoibeba, ili siweze kusababisha madhara kwa watu wengine. Jeshi la Polisi, kwa upande wa makosa haya ya usalama barabarani, makosa hatarishi, tunatoa wito wananchi wote kuendelea kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani ili kuepusha ajali.